Hello, mambo vipi? Eh, uko poa? Eh, na mimi niko poa. Eh, ndugu zangu, hii ni siku nyingine tena na, na kama wewe ni mgeni naomba ubonyeze neno subscribe ambayo iko hapo chini ya video hii unayosikiliza, eh, ili uweze kupata vitu eh, ambavyo ambavyo ni muhimu Eh, watu wengi walisoma wali komenti zenu, wasema niwe natoa mkeka ni kila siku eh, ninajitahidi kweli natoa eh, sasa hivi nilikuwa na siku ya tatu sijapoteza, wote nayo mbayo natoa ilikuwa inatoa ni kwa asilimia mia kii eh, lakini leo sijaja na mbino yote, leo nimekuja eh, kuelekeza jinsi naweza atumia pesa usipoteze, usipoteze pesa kila wakati. Unajua katika kubeti e, yani kubeti kuna kupata na kupoteza. Hicho ndio kitu u, ujue na kama wewe umeshaanza kubeti una, natakiwa ujue hii mbinu kupata kupoteza. Hicho ndio kitu cha kwanza, na uweka pesa ambaye ukipoteza hautokuja eh uumie sana. Eh, watu wengi wanaweka hela nyingi lakini wanapoteza pesa nyingi eh, kisha eh, kubeti na, na kitu ambacho inatakiwa ujue katika maisha yetu ya, ya kubeti na asilimia thma themanini kushuka usipende kuamini timu ambaye unajua hii timu ni kubwa kidunia lakini usiamini, usiamini kila siku, hiyo ndo inasababisha unakosa pesa eh, kila wakati eh. nataka nikuelekeze jinsi unaweza ukatumia pesa ndogo kwa, kwa wiki eh, na ukapata pesa nyingi kwa wiki eh, kwa kutumia kutumia ya makampuni ya, ya kubeti iwe kama iwe kama Sport Bet, kama kuna naona kuna hii kuna kuna hii ambaye kuna Bet Power, ukija hapa kuna sport kuna Sport Bet kuna, kuna kama hizi zote kuna Sport Boti, kuna Fan Sport naona Bet Power eh, hizi zote hizi eh, zote ni kampuni ambazo eh, zinatumika zina kwa watu wengi eh, ku, kubeti lakini eh, unavyokuwa unabeti eh, unaenda kubeti kujua kwamba naenda kuweka pesa nipate faida, sio kwamba unaweka pesa uende kupoteza pesa. Ndo njia nataka nikuonyeshe, ili uweze kutumia pesa ndogo kwa wiki na ukapata pesa nyingi. Ndo hii hapa, ninachokuomba ni neno subscribe. E, share kwa watu watano. Hilo ni ombi e, ili usiwe unakosa video zetu za kila siku. Kitu cha kwanza ninachotaka kujua e, kwenye hela yako chukua shilingi elfu kumi weka kwenye kaunti yako ya Mpesa au e, weka kwenye kaunti yako afu hamisha kwenye kaunti kwenye kampuni yako pendwa iwe ni Bet Power iwe ni Sport Bet iwe, iwe nini e, huyu wane weni hizo zote ni kampuni kubwa kidunia, ambazo zina zinatumiwa na watu wengi katika e, uwekezaji wa kubeti. Ukishachukua hiyo pesa iweke e, ukishaihamisha utaitoa, ukisha ukishaitoa utaiweka kwenye akaunti yako ya M-Pesa ya, ya, ya kampuni ukishai ukishaiweka kitu cha kuzingatia, usipende tamaa. Tamaa waga ni mbaya, tamaa ni mbaya, tamaa ni mbaya sana sana. Kuna mtu eh, ay, anasema ngoja niongeze odi, ngoja niongeze odi ili nipate pesa nyingi. Unavyoongeza odi ziwe nyingi ndo unavyoongeza timu nyingi zikupotezee pesa. Sijui mnanielewa. Chukua mechi mbili au chukua eh, neno gachamue mbinu zote ambazo nimeweka kwenye hii chaneli ya YouTube fuatilia. Chukua mechi tatu au mbili, weka pesa kama ni 5000 gawa elfu kumi gawo elfu tano naona utagawa shilingi 5000 elfu tano tabaki taa kwenye akaunti elfu tano utaiweka, utaenda kuibetia na, na ikitokea igit, umeshinda Mungu, umeshinda eh. Maana yake ukichukua hata odi mbili eh, odi mbili ni odi kubwa eh, kisha kwa odi ni kubwa eh, una unakuwa umepata hata faida ya shingapi eh, unaweza mfano kwa odi mbili mfano umeweka shilingi elfu eh, tano naona eh, kwa odi, kwa odi mbili unaweza kawa unaweza ukapata hata shilingi hata elfu kumi e, tuseme kwamba hata hata elfu kumi naona hata elfu kumi e, maana unajikuta una shilingi e, kama elfu kumi na tano unapata faida hata elfu tano elfu saba elfu tano unakuwa unatembea odi ya, ya mbili au kumi au moja pointi hamsini chini kwa mwezi mzima. Ukipoteza unaweza ukapoteza mara chache, ni mara nyingi kupoteza ni mara chache. Hivi ndivyo unaweza ukatumia eh, pesa yako isiwe inapotea kwa haraka haraka. Na kama wewe ni mgeni, naomba subscribe ili tuende moja kwa moja, usiwe eh, unapoteza pesa nyingi sana eh, kuna video nyingi na mtawaletea nyingi. Unawezaje eh, kudhibiti, unawezeza kujua mechi za, za, za uhakika kabisa, asilimia mia. Hiyo ni video naenda kuiandaa, anacho kwamba bonyeza neno mbaya subscribe, ili tuende moja kwa moja. Asante.